Kinara wa ODM Ubu, Oburu Oginga ametoa hakikisho kwamba chama hicho hakiwezi kuwafurusha viongozi wa chama ambao wanaonekana kupinga maamuzi ya chama. Naam, akizungumza kaunti ya Kisii, Oburu amesema yuko tayari kufanya mazungumzo na chama cha UDA kwa minajili ya kuunda muungano wa uchaguzi wa mwaka wa 2027. Naam, na kama anavyoharifu Stephen Leto, Gavana wa Siaya James Orengo ameongoza ameongoza kundi la viongozi wenye msimamo kinzani wa ODM katika eneo la ambapo walishinikiza ni lazima mkutano mkuu wa chama hicho wa NDC kufanyika. Maeneo bunge ya Bobasi na Bomachoge Borabu ndipo ngoma ya chungwa ilirindimwa wa <coughs> Gavana wa Kisii Paul Simba Arati akiwapokea wageni wake wa chungwa wakiongozwa na kinara wa chama hicho Oburu Oginga. <coughs> Upande wa pili, gavana wa Siaya James Orengo na katibu mkuu wa chama hicho Edwin Sifuna walifanya mkutano kinzani katika eneo la Kawangware, kaunti ya Nairobi. Ooh, yeah. Katika mkutano wa chungwa Kisii, Oburu Oginga amesisitiza kuwa waasi wa chama hawatafurushwa. We want our party to grow. Upande wa pili, gavana wa Siaya James Orengo amekashifu uongozi wa ODM kwa kile amekitaja kuwa kusahau mkataba uliotiwa saini na hayati Raila Odinga na chama cha UDA. Hapo msidanganywe. Raila akusema mambo ya coalition. Alisema haki ya wananchi itimizwe kwanza. Serikali ya UDA iko na maadili inafanana na ODM. Hawa ndio kwenye kuhujumu demokrasia kila siku. Wanashika vijana wetu eti kwa sababu mtu ameandika kitu kwa Facebook unatumiwa polisi na DCI. Kwanza tunataka NDC iitwe. Na kama mwezi ita ita NDC, kama mwezi ita NDC, tuko hapa na katibu ambaye anasimamia mambo ya kuita NDC. Gavana wa Siaya James Orengo naye akipigwa makumbo kule Kisii.

Viongozi wa chungwa waliohudhuria mkutano wa Kisii walitaka kundi la Sifuna kukoma kutoa vitisho vya kuitishwa kwa mkutano mkuu wa chama hicho. pati lida ambaye atachaguliwa pale kwa NDC itakuwa ni Dr Oburu Oginga, na deputy pati lida atakuwa Simba Arati na mwingine atakuwa Abdulsamad na cha Nara wa ODM sasa amewarai wenyeji wa Kisii kuunga mkono chama cha chungwa na uamuzi wake wa kufanya mazungumzo na chama cha UDA kabla ya uchaguzi mkuu ujao.